Naam, mfuatiliaji wa Snada Real TV, leo hii tuko hapa po outfit iliyopo mkoani Singida katika halmashauri ya manispaa ya Singida, eh, opposite na soko kuu na soko la kuku pia aa, katika kipindi chetu cha kijana na ujasiriamali mali tumeweza kutembelea hapa katika duka la po outfit kwa ajili ya kupiga stori mbili tatu na kijana mjasiria mali makini kabisa akiwepo hapo mkoa wa Singida. Uh, atajitambulisha majina yake kisha tutaendelea na kusiendelea kufuatilia Snada Real TV kwa ajili ya habari kemkem -kem, lakini kwa ajili ya kupata burudani kupata uh, matangazo mbalimbali kutoka Snada Real TV tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo uh, Facebook, Instagram, Twitter ama uh, X Uh, pamoja na YouTube tunapatikana kwa Snada Real TV. Karibu sana, utajitambulisha majina yako uh, mfuatiliaji wa Snada Real TV ili aweze kujua uh, wewe unaitwa nani, karibu uh. kwa majina naitwa Daudi Joseph Ndakidemi, na ni muuzaji wa viatu hapa uh, manispaa ya Singida mjini, soko la kuku la juu. Ee, ukifika hapa ukiulizia tu kwa Poa Outfit, unatupata hapa. Asante, asante sana. Lakini uh, wewe, idea ya kuja na wazo la kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu pamoja na nguo uh, ilikuwa kuaje, mpaka ukaamua kuja na maono kama haya? Uh, yani tukisema idea Tuseme niliona fursa, niliona fursa nika nikasema, kwa nini nisianze? Niliona fursa, nikaona dunia ya sasa inapoelekea ni, ni dunia ya fashion, na watu wanapenda kuvaa, wanapenda kupendeza, kwa na mimi nikaamua niingie huko, nikamua niingie huko na ni kitu pia ambacho napenda napenda kufanya, kwa hiyo haikuniwia vigumu sana kusema kwamba naanza yani, kwa sababu ni kitu nachokipenda mimi mwenyewe binafsi. Okay, asante. Lakini kwa umri ulionao ukiangalia, we bado ni kijana, lakini uh, umewekeza vya kutosha uh, labda nini siri ya mafanikio yako? Hebu waambie wafuatiliaji wa Snada TV na wakazi pamoja na wateja wako mahali walipo hapa mkoani Singida, nini siri ya mafanikio yako? Uh, siri ya mafanikio Yani, kwanza niseme kwanza, yani kusema kuwekeza sana, kwa mimi kwa mimi bado, kwa sababu mimi bado natamani, yani natamani sana nifike mbali zimbali zaidi nitanuke ni, yani nifike mbali zaidi okay. E, lakini kwa hapa tulipofika tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu mm, tumepiga hatua lakini sio kubwa sana, ni hatua fulani hivi tumefika, lakini kule ambapo tunataka kufika pia ni, ni mbali zaidi, lakini pia bado tunamuomba Mungu. E, na, na ulivyosema pale, yani ni siri nini? Siri ya mafanikio ni kujituma, kujituma tu, alafu kingine pia ufanye kile ambacho unakuwa unakipenda sababu so, kwa mfano mimi kazi naipenda, yani naipenda kabisa napenda kabisa kutoka ndani yangu. Napenda fashion, napenda kuvaa, napenda kupendeza, napenda mtu akiwa amevaa amependeza mimi nafurahi. Kwa hiyo yani haini mimi vigumu, haini mimi vigumu kabisa okay. Lakini hebu hebu waambie sasa wafuatiliaji wa TV, lakini pia na wale wa wateja wako Po Outfit, nyinyi mnajishughulisha na nini zaidi? Uh, sisi Po Outfit ni wauzaji wa, wa, yaani kama jina lenyewe linavyosema tu Po Outfit. It means kwamba unavaa kuanzia juu mpaka chini, tunauza t-shirt, tunauza tunauza tunauza jeans, tunauza viatu, tunauza kobazi, tunauza slippers, tunauza hizi sweta yani, tunauza ni vyote vile ambavyo vinahusiana na, ma, na mavazi sisi tunauza. Hongereni okay, uh, okay, sana. Lakini mimi pia niwapongeze kwa hatua kubwa ambayo mmeifanya hii, inaonyesha ni kwa jinsi gani sasa nyinyi mmecheza na fursa. Lakini uh, bei zipoje? Bei za hizi bidhaa zenu, kwa sababu uh, mimi binafsi sio mara yangu ya kwanza kuja hapa po outfit tangu mwaka 2019. Uh, mpaka sasa hivi ni miaka takribani mingapi? Miaka uh, almost miaka sita, na nimekuwa nikija hapa na nunua jeans, na nunua viatu na mimi ni mteja mzuri sana, na leo nikasema nije si. <laughs> Unajua tena kwa sababu wewe umekuwa ukinipendezesha mimi uh, na sio mimi tu peke yangu, lakini hebu tuambie Uh, waambie sasa wa, wa, watu wanaokufuatilia leo hii sasa, kwa sababu tuko hapa, wajue bei sasa, wanapokuja po outfit wanakutana na bei kuanzia labda kiatu fulani bei gani, na nguo fulani bei gani, kwa sababu mzigo upo wa kutosha eh? Mnaona mzigo wa kutosha. Sasa sio wa kitoto, hebu tuambie sasa, uh, tukiongelea kwenye upande wa bei, bei inatofautiana, bei inatofautiana kutokana na aina ya kiatu kwa sababu dukani hapa tunauza viatu vya aina nyingi sana. Tuna raba, lakini raba inakuwa ni aina, kuna Puma, kuna Adidas, kuna Nike, kuna LV. Na mimi binafsi yeye mwenyewe, afu tutaongea tukifanya biashara, tutashindwana kabisa kwenye bei lakini ambacho napenda tu kusema kwamba bei yetu si ipo chini. Bei ambayo inakuwa affordable kwa mtu yoyote yule, kwa mtu yoyote yoyote kabisa anaweza akanunua kiatu hapa kwa outfit. Okay, asante. Uh, uh, labda kidogo uh, sasa tunaelekea msimu wa sikukuu uh, sasa katika msimu huu wewe umewaletea nini mteja wako? Wewe umewaletea nini uh, msimu wa Eid Uh, dukani kwetu kuna tumeleta bidhaa mbalimbali, tumeshusha viatu, tuna jeans, eh, tuna sandals. Hawa mtu akitaka kwenda kuswalia sandals zipo nyingi sana nazo, nyingi sana afu, afu pia na bei yake imepoa poa sana yani, bei iko poa sana yani, yani, kwa hiyo kuelekea huu msimu wa sikukuu ya Eid mimi napenda sana kuwakaribisha dukani hapa wateja wetu mk wa hapa mkoani Singida wafike hapa dukani na wajipatie bidhaa maana bidhaa nazo nyingi sana sana sana sana. Kwa mfano, mimi niko Mwanza au nipo Dar es Salaam, uh, nimeona Air Force au Jordan, uh, au sketches nzuri, uh, kwa sababu wakati mwingine nyewe huwa mnaposti kwenye mitandao yenu ya kijamii sasa mimi nimeona sasa kwenye mitandao yenu ya kijamii naweza kuipataje sketches au naweza nikaipataje, eh, max yangu makini kabisa naweza nikaipataje, uh, hiyo kweli? Nalo ni, ni swali zuri kwa watu wa mikoani uh, mikoani pia mi natuma natuma kabisa na tuna msemo wetu tunasema kwamba mwite profit atakufuata popote ulipo kwa hiyo kwa wateja ambao watakuwa mikoani, tuna namba zetu, nitataja ta namba, tuna namba zetu, akitafuta kwenye hizo namba tu tunatuma kabisa mikoani. Kwa hiyo wateja walioko mikoani, kwa mfano alioko Mwanza, aliyepo Dodoma, aliyepo Kahama, aliyepo Shinyanga, aliyepo Arusha, Moshi, popote kabisa, si tunatuma, yani bila shida tunatuma, tena mzigo unafika mapema na kwa haraka zaidi. Okay, uh, mfuatiliaji wa Snada Real TV, hii ni poor outfit. Hawa ni mabingwa kabisa wa bidhaa makini, viatu uh, nguo, lakini wapo mkoa wa Singida. Hawa ndio mabingwa kabisa, bidhaa zao ni makini na mimi, ni bora mimi, mwaka wangu ni wa sita, nipo hapa nakuja na ndio wanaonivalisha mimi, kwa hiyo uh, usisite kufika hapa Po Outfit kwa ajili ya kupata bidhaa mbalimbali viatu eh, upate t-shirt makini, kuna shirt pia kuna trouser makini. Sasa ha, labda nikuulize pia wewe una neno gani la neno lako ni lipi kwa vijana ambao sasa wanaogopa kuthubutu kuanzisha biashara ujasiri ya ujasiria mali? Labda wewe una maneno yapi ya kuambia vijana wa mkoa wa Singida na wa Tanzania kwa ujumla? Uh, maneno ya kuambia vijana. Cha kwanza kabisa mi nachoona, yani nachoona kabisa cha kwanza anatakiwa apate ambacho anatakiwa afanye kwanza kile ambacho yeye huwa anakipenda, anachopenda yeye mwenyewe binafsi kijana. Kwa sababu awezi akasema kwamba anataka akaanzishe biashara au fursa fulani akafanya, lakini akiwa kabisa anajua yeye mwenyewe binafsi kile kitu awezi kufanya aweze kufanya. Kwa hiyo mimi cha kuambia kabisa, cha kwanza kabisa ni, ni kijana lazima upate kile ambacho we mwenyewe binafsi unafanya je, unakipenda, unakipenda kufanya. Alafu ambacho wewe mwenyewe binafsi unafanyaje, ukishapata unaona kabisa hichi kwangu mimi ndio kinafiti, nakipa muda mwingi na uwezo wa kufikiria namna ya kukifanya ndo unakuja neno sasa, kujituma. Kujituma maana kujituma nao ni muhimu zaidi, lazima ujitume, kujituma nao ni zaidi zaidifu, na kingine pia nizamu. Nizamu nao, inakuwa ni, nao ni kitu ambacho ani. Katika vyote unaweza ukafanya vyote na ukikosa tu am ukaa umeharibu kila kitu o hicho mi naweza kuambia tu. Hiyo mfuatiliaji wa Snada, tukiwa bado tuko hapa po outfit, ametueleza uh, siri ya mafanikio lakini pia ameeleza am, am, namna ambapo vijana wa Kitanzania pamoja na wananchi wa, wa ama vijana wa mkoa wa Singida kwa ujumla wanaweza wa, wakachangamkia fursa ya uwekezaji kwa kuanza kidogo kidogo bila kuogopa changamoto yoyote ile. Lakini uh, bado tunaendelea, ni nani ambaye ni role model wako sasa, ikiwa wewe kama uh, umeamua kuja kwenye tasnia hii ya uwekezaji katika Um, issues of uh, fashion ni nani ambaye ni role model wako wako, yani ni nani ambaye anakushawishi yani, ambaye anakufanya ukimtazama unasema natamani yani, ah, asiye kwa kweli <laughs> na mimi natamani siku moja ni niwe kama mtu fulani. Anayekuvutia wewe katika issue hizi za ama katika mambo ya fashioning? Kwenye fashion ananivutia uh, sana kwa mimi na kwa sasa hivi naona ni Fred Fred Vunjabei eh, Fred Vunjabei ananivutia na napenda na napenda ni akiwa hata anaongea na anavyoongea anafanya interview, yani ukimsikiliza, mi napenda sana, napenda sana huyo, ndo mi naona ndo role model wangu kwa sasa, na natamani siku moja na mimi nije nikifika ni, ni, ni, ni ni, nije kuwa kama yeye yani siku moja eh, maana natamani julikane Tanzania yote hii kabisa eh. Okay, sawa uh... Hebu shika kiatu kimoja ambacho unahisi ni cha bei kubwa, bei ile mbaya sana ile, hebu <laughs> kiguse, kiweke hapa uh, tukione. Hebu tuonyeshe kiatu ambayo ni bei, bei, bei mbaya sana yani, kama hii hapa, hii ni American boots. okay. mm, American boot. Hebu onyeshe. Eh, hii ni pure genuine kabisa. hii ni pure genuine kabisa na, na bei yake mimi kwa mimi, bei yake, bei yake, bei yake ni, ni, ni nzuri. Siuzi bei mbaya sana useme ni bei ambayo mtu akija dukani kwetu anaweza akakimbia, maana hii ni ile ngumu kabisa, ngozi kabisa. Bei gani? Ah, hii kwa hiyo acha niseme hii <laughs> <laughs> e, akija dukani mteja, tamuuzia laki na ishirini <laughs> kwa bei ya ofa kabisa eh, eh, na, na, na, ningesema kitu kimoja mm, kuelekea huu msimu wa sikukuu ya Eid no. Mm, sisi kama po outfit tumeamua tufanye discount kidogo kwenye bei ya viatu vyetu, <laughs> eh, kwa sababu tunapenda watu wapendeze, napenda wanasingida wapendeze no. Na tunapenda Tanzania nzima ipendeze, kwa hiyo eh, tumefanya discounts kidogo kwenye bei ya viatu Eh, kwa watu wachangamkie pia fursa hiyo, kwa wale wanaopenda kupendeza, wakifika hapa po outfit eh, utapata discount kidogo kila kiatu ambacho utanunua mm, iwe kwa bazi iwe hizi mm, American boots, iwe simple iwe raba iwe nguo yani, chochote kila ambacho akifika tu po, po outfit hapa utafanya discount kidogo okay. Uh, mawasiliano yako yataje sasa na kwa sababu ulishasema kwamba watu wa Dar es Salaam wanaweza wakakupata, wakawatumia watu wa mikoani, lakini hebu tupe mawasiliano yako sasa, au wape mawasiliano yako ili waweze kukupata kwa kwa kwa. Namba za simu ni zero sita saba saba nane nane mbili saba moja moja na namba nyingine tunayo ni zero sita saba nane 971793 na pia kwenye, kwenye social media kwa mfano Instagram tunapatikana kama Power Outfit na, na TikTok tunapatikana kama Power Outfit. Okay, asante. Lakini, hebu, hebu, hebu tushushe chini tuone hapa. Uh, tuone kiatu chake alicho kivaa <laughs> alafu atatutajia hicho kiatu hapo chini hapo. Hebu tuambie kitoe tu. Hebu tuonyeshe. Kiatu kama hiki kinapatikana hapa. Hii inapatikana hapa eh. Okay, la hebu ki, ki, ki, kinyanyue juu. Eh. Kinyanyue. Kinyanyue yani kichike kwa mkono. Eh, yeah. Akionyesha ah, kabisa pure genuine eh, ya yeah. Ngozi yake. Hiki kinapatikana kwa bei gani? Hii ni 25 tu. Okay. Okay. Lakini unapendeza nini? Eh, dukani hapa. Kipo vizuri kabisa hii. Okay. Uh, neno lako la mwisho, wakaribishe sasa wateja wakazi wa mkoa wa Singida. Lakini kabla ya kuwakaribisha, hebu sema neno lako moja kwa serikali uh, ya awamu ya sita inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ambao sasa, uh, kwanza kuna mikopo ya asilimia kumi ambapo kuna mikopo ya, kwenye mikopo ya asilimia kumi pia inawagusa na, na vijana sasa, kwa wale ambao wanatamani ku, kuwekeza waanze kuwekeza, serikali imewaboreshea mazingira kwamba vijana wanaweza waka, wakaenda wakakopa wakapewa mkopo wa halmashauri wakaanzisha chochote kile ambacho wanaweza wakaanza waka kama hawana mitaji. Sasa neno lako moja kwa serikali, kwa vijana sasa ambao wamepewa wito wa kupata mikopo, neno lako ni lipi? Uh, cha kwanza kabisa tushukuru kwanza, tushukuru kwa, kwa aliyekuja kwanza na hilo wazo la, ku, la, la kusema kwamba mkopo wa asilimia kumi kwa vijana, maana huo huo mkopo unakuja, yani ukija huko mtaani unabusti, unabusti sana vijana huko mtaani, maana unakuta kuna watu wanakuwa na ideas ya kufanya vitu hmm. Ana idea ya kufanya biashara fulani, ana idea ku, ya kubuni kitu fulani, ana idea ya kufanya kitu fulani, lakini ambacho wanakuwa nakosa ni mtaji, mtaji ambao nikimaanisha fedha. Sasa fedha ndio inakuwa tatizo. Kwa hiyo kwa mimi ku, ku, ku, kwa kusema mimi, tunapenda sana tumshukuru tu, tu, tu Rais Mama Samia kwa kwa huo mkopo ambao ameleta kwa sisi vijana huku mtaani. Maana una, unasaidia sana unasaidia sana, na tunaomba azidi aendelee zaidi. Yani kama walikuwa wanatoa asilimia kumi, wazidishe tena zaidi ziwe nyingi ziwe nyingi eh, sio asilimia kumi tu. Maana mi naamini huku mtaani vijana yani uwezo wanao Uh, n nguvu anazo, kinachokosekana tu ni mtaji. Ni mtaji wa kwanza ndo kinachokosekana. Kwa huko hapo tulipoanzia, nipende kutoa tu pongezi kwa rais kwa alichokifanya, na tunaomba zaidi endelee kufanya zaidi. Okay, asante. Kwa kuhitimisha, mfuatiliaji wa Sinada TV, uh, po outfit wamemshukuru na kumpongeza rais. oh, okay. Daudi sasa, umetueleza mambo mengi, kabla ya kuhitimisha, hebu sasa wakaribishe wateja wako ili waweze kufika hapa Po Outfit, then tuagane. Uh, wateja wetu wote wa Po Outfits tunapenda sana kuwakaribisha hapa Po Outfits, na Po Outfits inapatikana soko la kuku la juu. Eh, ukifika tu soko la kuku la juu ukiuliza Po Outfits unafi, unafikishwa kabisa dukani kwetu. Kwa hiyo ningependa niwakaribishe wote E, tuna, tuna, tunaanza marika yote kwa watoto, vijana, wazee. Kwa hiyo ningependa niwakaribishe e, na pia viongozi wetu ningependa niwakaribishe sana hapa dukani kwetu e, waje wajionee, wapate raba. Wengine wanafanya mazoezi, wapate raba za mazoezi, wengine viatu vya ofisini, waje hapa watapata kabisa, vipo vingi mno, haina shida. Okay, mfuatiliaji wa Snadareal TV, mpaka uh, hapa ndio tunatamatisha kipindi chetu cha kijana na ujasiriamali. Uh, tulikuwepo hapa Po Outfit tumepiga stori mbili tatu na, na Daudi uh, hapa mjini wanamwita David <laughs> jina la kizungu zaidi <laughs> uh, ametuambia maono mbalimbali mbali, namna ambavyo alianza na mpaka hapa alipo na pia ametu, amewakaribisha wateja wake, lakini shout out kwa Po Outfit ndio wanaotuweka sisi mjini, lakini pia kwa udhamini wa Tekno Tanzania Uh, pamoja na Sangawe Glass and Aluminium wanaopatikana mkoani Singida mkabala na jengo la CCM mkoa, bila kuwasahau Royal Village Hoteli, wadhamini wa Snadareal TV wenye huduma zao bora kabisa zinazopatikana nchini Tanzania, mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam, Morogoro na Singida. Mimi ni John Hassan, Snadareal TV.